Ni yani aibu. Muislamu anatamka shahada, Mungu ku moja na Mtume sare sasali, Mtume wa mwisho, alafu wao kwao ni kila mara nauliza mtoto, nje ndoa, nje ndoa ni aibu. Wewe unataka binti nene kwa babake ake owa, nakaana mwanamke bila nikah, ndo nini? Hakuna tofauti wewe na wanyama. Sasa hii ni zina, ni haramu. Sasa hii ya kwanza ya pili, yaani kujulikana wewe kakaka huyu uko nje ya ndoa au ndani ya ndoa, hiwe mtoto na watu wa karibu hausiani, mambo hii siri baina ya mwanamke na mwanaume. Mara nyingi natoa nasaha mimi na leo natoa nasaha hii, hmm, mtu yote ametereza na mama kabla hajafungisha ndoa umefanya tendo ndoa, umepata mtoto. Hii mtoto zina sheria haitambui, lakini madama hii siri iko baina yao na wao na Mungu majistiri, aombe Mungu msamaha, Mungu atata, atamsamehe uzuri hmm. Lakini sio baba mama wale, mtoto washakuwa na wao wazee joni, watoto wetu dada yenu da, da, da, mkubwa huyu ni nje wa ndoa, hii sheria haikubali wewe hmm. Unajifedhehesha mbele ya watoto wako Ashehema lazima useme nani? kwani wewe umemkosea morawako ihv hmm. Madamu Allah wa wataala we amekustiri, usijifereheshe usi hmm. Alafu watoto wanakuona wewe mzee na mama, na miaka ngapi? si wazee wakubwa, iuwa wazinifu, unamfungulia njia watoto wako, ile na ile wawafate washabita hapa, siitubte shetani aaatashishi Umeelewa? mm. Uzuri hapa no. Sasa tufanyeje? Mimi binti hii nimezaa nje ya ndoa, nimekosea wakati kwa vijana, mimi na mke wangu riadhubillah take tufanye tufiche moja kwa moja. Hapana, hapana, binti hii hana dhambi, kama anasema Ibn Qayyim ye kosa lake nini? Kosa hawa watu wakubwa, sio hivi ndio? Na yeye usiwambie wewe yuko nje wa ndoa wewe, maanake atapata chuki, mm. Ataumia na kaba ndugu zake amepata, ah, wewe mtoto harami tu, yaani hawezi kuishi vizuri. So, so, wakati kosa sio lake, sio vizuri so, nah. Sasa tufanyeje? Unafanya njia mbili mm. Kwanza utaamba binti yako huyu nje ya ndoa ambayo sio binti yako ya kisheria, lakini binti yako adamu tamba kitu yake mapema, sema na huyu binti ye, mimi namba mapema, baada ya kufa mimi hawezi kunirithi. Maanake huyu mi nampenda sana, nafikiri baadaye yeye utadhulumu. Tumia hila fulani, na hapo unaendelea. Mungu msamaha, Mungu atakusamehe, Mungu hafur rahimu. hmm. Lakini wakati nafungushia ndoa utafanyaje? Unaambia kahi kahi, njo hii siri yangu mimi na wewe na Mungu toto hii sijazaa kwa nikaha me, mezaa kwa nje wa ndoa. Sasa mimi nauwakilisha wewe au namwakilisha rafiki yangu mmoja tasema, baana hii binti yangu, lakini na mimi naamba huyu mzee afungushi mwana huyu rafiki yangu nampenda kwa heshima au Sheikh Abdul Qadir anifungishie binti yangu kwa heshima yeye. Sheikh Abdul Qadir anajua binti sio yako. Samia wakati nafunga anasema nakufungisha binti hii muwakilati. Hana baba huyu, hana wali kisheria. Sijui maana nzuri. Au mtu mzee muwakilisha rafiki yako anafunga unamwambia kweli, bwana huyu sio binti yangu, uzeshe wewe. Na kwa kwanza tangu asema nimekuozesha binti hii amewakilisha mimi kwa jinsi Mungu ameamrisha. Kwa hikma, kwa hikma fich itajua utajua tu mkadhi na mtu mmoja tu basi, wengine washahidi, sio lazima ajue, lakini mm, unaenda kutangaza mbele ya watu ni aibu, haifai. Naam.